Uzalishaji wa dawa, uzalishaji wa chanjo, uzalishaji wa vitendanishi ya maabara na hata katumika kwenye kutengeneza vifaa tiba. Sasa hiyo ni kwa kifupi tu kwenye upande wa sekta ya afya, lakini pia tunaweza kuona sekta nyingine, kwa mfano ya viwanda. Kwenye sekta ya viwanda tunajua karibu kila kitu kwenye sekta ya viwanda inategemea kemikali. Hata ukiangalia hapo ulikokaa kila kitu kilichonacho mbele yako hapa kimetengenezwa kwa, kwa ndani na kemikali nikumini. Na hatuwezi kuongelea madini bila kugusia kemikali, pengine kwenye kuchenjua madini kama dhahabu, na kama sio kuchenjua itatumika kemikali na kulipua miamba ili madini yapatikane. Kwa kwao tunaona hapa jinsi kemikali inavyohitajika. Kwa kuendelea kukua kwa mchango wa hii sekta ya madini katika nchi yetu na kuongezeka kwa pando la taifa, kutokana na madini ni kwa sababu ya matumizi makubwa pia ya temikali kuongezeka. Naomba niseme kidogo tu kwa ivini yako, lengo kuu la jungwa hili ikiwa kubwa kabisa ni kuweka mfumo shirikishi ambapo serikali na sekta binafsi zinakaa meza moja. Kipekee, jk jukwaa hili linalenga kuwakutanisha wadau wa sekta ndogo hii ya wezeshi ya kemikali nchini kwa lengo la kujadiliana dhima nzima ya biashara, shughuli, matumizi na utekelezaji wa matakwa ya sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali kwa lengo la kulinda afya ya binadamu na mazingira. Lakini pili, jukwaa hili inalenga kujadiliana mchango mbalimbali ili kuona mchango mbalimbali wa kemikali katika sekta mbalimbali na ukuaji wa uchumi wa nchi, pamoja na mikakati mbalimbali inayowekwa kwa ajili ya kuboresha zaidi katika sekta hii wezeshi ya kemikali. Utatusaidia sana si watumiaji, kwa sababu kwanza utalinda afya zetu, kwa sababu sisi ambao tunatumia kemikali tunajua ina athari kwa hiyo tunavyoelekezwa, hivi namna gani ya kuzitumia, tunakuwa tunajikinga sasa si afya zetu, pamoja na kulinda mazingira. Baada ya kutumia zile kemikali, tunapaswa kuzitunza, kuzipeleka wapi, kuzidispose.